Kwa jina anaitwa Ussi Khamis Debe ni katibu mtendaji wa baraza la taifa la watu wenye ulemavu. Sisi tunawashukuru sana wenzetu wa Chama cha Mapinduzi kwa weledi wao, lakini vile vile kwa uthubutu wao wa kulifikia kundi la watu wenye ulemavu. Na sisi kama baraza ambao tunaongoza kundi hili la watu wenye ulemavu, tunashajihisha vyama vyote viweze kuja na kunadi sera zao katika kundi letu hili la watu wenye ulemavu kwa sababu ni E, kwa takriban watu elfu nane tunatarajia mwaka huu watakuwa ni wapiga kura katika uchaguzi mkuu huu unaofuata. Kwa hiyo leo ni siku ambayo wenzetu wa chama cha mapinduzi wamekutana na kundi la watu wenye ulemavu kwa ajili ya kunadi sera zao na kuweka ahadi zao kwa kundi la watu wenye ulemavu. E, hili ni swala muhimu, na sisi kama chombo ambacho tunasimamia kundi hili tumekuwa tukisisitiza swala la amani, amani, amani kwa sababu pindipo machafuko atakapotokea, e, kundi la mwanzo ambalo litakuwa ni lipo katika mazingira magumu ya kupata athari mara tatu mara nne zaidi ni kundi la watu wenye ulemavu. Kwa sababu tuna watu wenye ulemavu wa viungo, kukitokea ta, e, tafrani hapa, watu wanakimbia, wao watashindwa kukimbia, watakuwa ndio waathiriwa wa kwanza. Kuna wenzetu wenye ulemavu wa uziwi, hawasikii. Kama hawezi kusikia nini kinachoendelea nini kinachotokea, lakini madhara yanaweza kuwafika kwao bila ya wao kujua kwamba kuna tatizo linatokea. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba tusiogope, muda ukifika sisi twende mapema, utaratibu umewekwa mzuri. Au, akifika pale hatokaa foleni, kutakuwa na wasaidizi watakao muongoza kwenda kupiga kura na kurudi nyumbani.